Eh, karibu tena kwa KHP Canada na tumai mko salama, na mimi niko poa. Leo ni siku nyingine nzuri ambayo nilisema, eh, lazima nikuje kuzungumza na wana KHP. Snow ime melt lakini bado kungali eh, hali ya unyevu unyevu unyevu. Acha nikalie hapa kidogo. Aya, ah, yeah. Sawa, huko ukiona kuna watu wanacheza basketball lakini achana ah, na wao. So, mnaendeleaje uh, wana KHP Canada? Na tumai mkopoa na mimi nikopoa, bado tunaendelea uh, kusherekea spring tunaendelea kufurahia spring uh, Mungu ametupea jua kwa muda mrefu ambao tulikuwa hatuyuoni, na saa hizi sasa tuko so, na jua tunafurahi. So nazidi kusema asanti <coughs> sorry, kwa wale wote ambao uh, wanazidi kufata video zetu, kwa wale wote ambao wanazidi eh, kusubscribe kwa channel yetu. Nasema asanti na ni maombi yangu Mungu aendelee kuwafungulia njia haswa nyinyi wote ambao mnaendelea ku, kuwaza kukuja Canada na mnaendelea kufikiria pia kukuja Canada. Naamini ya kwamba njia zitaendelea kuwa wazi kuna, kwenu kuna baadhi ya maswali eh, ambazo nime weza kupokea. Upepo ni mingi sana, sijui sauti yangu vile itakuwa sababu upepo ni mingi, na kibaya zaidi ni inaenda opposite way na sauti yangu, yani inatoka huku ikienda huku, na mimi naongea nikiangalia huku, so kuna uwezekano nikose kusikika vizuri, sauti yangu ikiwa imebebwa na upepo, sauti yangu ikiwa inabebwa na upepo. Lakini nimepata, ma, ma, nimepata swali nyingi sana kuhusu viza za Canada, e, bei ya viza biometric na mengine kadhaa. Kitu ambacho naweza nikajibu ni unajua, kila kitu kinaendana na wakati na wakati ambao nilipata mimi inaweza ikawa tofauti na wakati ambao ulipata wewe. Wakati ambao mwingine pia alipata inaweza ikawa tofauti na wakati ambao nilipata mimi. Ndio maana hilo jambo naenda kulishughulikia, naenda kulishughulikia, naenda kwa wengi wale ambao tumekuwa pamoja nao, naamini baadhi wanaendelea kusaidika <coughs> kwa wale wanazidi kutufuatilia, wanaendelea kusaidika na kuona pia njia zile mzuri ambazo zinaweza zikawasaidia. Uweza kuja Canada. Na kwa wale ambao ni wageni, saa zingine inaweza kuwa ni mara yako ya kwanza kukutana na channel hii e, unaweza ukasubscribe. Tuko na WhatsApp group ambao tunazungumza kuhusu kukuja Canada na kuhusu kupata visa za Canada, na pia hii channel inahusika na mambo kama na haya, ijapokuwa uh, zaidi ya hayo huwa tunaonyesha watu Canada pia vile kuna kaa tuna saidia kupeana ideas kadhaa kuhusu aina za vitu ambazo unaweza kufanya Canada. Unajua kuna watu wako Canada lakini bado wanaishi kama wako Afrika. Kuna watu wako Canada lakini kuna vitu ambazo hawawezi wakafikia. Na wengine ndio wanatengeneza pesa Canada lakini eh, bado wanakuwa na limitation ya vitu kadhaa sababu ya kukosa kuwa na information muhimu. Juzi nimefanya video ambayo ilikuwa ina ongelea kidogo kuhusu vitu ambazo unaweza kufanya Canada. Yani, aina fulani za biashara ambazo unaweza kufanya Canada. Hiyo pia, uko na ndugu yako ambaye ako hapa na hajui hayo, wewe ukiwa uko sehemu nyingine kama ni Afrika sana sana, na, acha niseme sana sana Afrika, mnaweza mkafanya biashara pamoja kwa njia hiyo, sababu Canada ni nchi ambao huwa wanarusha vitu haijalishi ziko kwa hali gani. Inaweza ikawa mzuri, inaweza ikawa imeharibika, lakini wao huwa wanatupa kabisa. Na baadhi ya hizo duka ambazo zinauza vitu ambazo, vitu za Ulaya ambazo zimeshatumika, ama second hand items. E, wengi wao huwa wanazitoa huku. Sijui sana kuhusu Marekani lakini inaweza ikawa pia na hizo vitu, unapata ni mtu alitupa au anaokota zingine nyingi zinatoka zinatupwa zikiwa kwa hali mzuri, ambazo zinaweza zikasaidia mtu, ambazo zinaweza zikasaidia watu, ambazo zinaweza zikakusaidia pia kutengeneza hela. Sasa ukiwa na ndugu yako hapo na haelewi hayo, ni vizuri uweze kumwongelesha, sababu hiyo inaweza ikawasaidia nyinyi pamoja na yeye, sababu mara nyingi watu ambao wako huku ukiitishwa pesa, yes, kuna majukumu, pesa huwa zinaonekana, lakini majukumu ni mengi kiasi ya kwamba usipofikiria vizuri, ama njia ambazo pia zinaweza zikakusaidia, inaweza ikawa vigumu kwako kuweza uh, kuwa na mzunguko mzuri wa pesa ama kuweza kusaidia ndugu ama rafiki ambao uh, saa zingine walibaki Afrika, wanaweza wakawa wako katika safari ama mipango ya kuja huku na wanaweza wakawa hawajafanikiwa bado. Lakini hizo ni mbinu tu ambazo huwa nasaidia nazo. Kwa ule ambayo zinaweza zikawa muhimu kwake kwa ajili kwa ya kuweza kucontrol uh, income zako, sababu kutuma pia pesa nje ya nchi hii, unaweza ukatuma kiasi kikubwa sana, sababu uh, serikali inafuatilia pesa zao, zinahitaji kufanya kazi hapa na sio kufanya kazi nje ya nchi hii. Lazima kujua pia hilo. Sasa ukiwa unakusanya hizo vitu, sana sana unapata, wanatupa friji, wanatupa microwaves, wanatupa tv, wanatupa vitu za nyumba. Inaweza ikawa ni viti, inaweza ikawa ni sahani, sufuria, inaweza ikawa ni dryer, inaweza ikawa ni uh, yani niseme tu vitu nyingi sana zile ambazo ni za nyumba sana sana. Ni mbaya pengine, zimetumika tu kwa muda, mtu amechoka, anataka kubadilisha, unaona, anatupa. Inaweza kawa ni meza, inaweza kawa ni viti na vingine kadhalika. So ukiwa uko na ndugu yako ambaye yuko hapa, jaribu kumwongelesha kuhusu hayo. Anaweza aka anaweza akawa anazunguka kuchukua hizo vitu, anazihifadhi hadi muda ambao anafikisha kiasi kikubwa, ili anajua ni maana hii, tunaweza tukatengeneza hela na inaweza kukusaidia ndio huwa tunasaidia mahali ambapo tunaweza kwa watu kuweza eh, kuona gisi wataingia ndani ya nchi hii. Na licha ya hayo, unaweza ukaingia hapa na bado haujapata kazi ama upate kazi, eh, majukumu na kazi ambao unafanya unaona ni kama bado haisaidii. Ndio maana ukitumia ujanja kama hizo zinaweza zikakusaidia kuweza uh, kutengeneza pesa. Sababu mimi huwa napenda kuona kila mtu ambaye anatengeneza pesa, kila mtu akona pesa na kila mtu anaendelea vizuri. Hiyo ndio haja yangu, na licha ya mimi kusaidia kuongoza watu kuja ndani ya nchi hii, hayo ndio sababu kubwa. Ikifikia siku moja ni weze kupata njia ambazo zinaweza Watu. As long as zitawasaidia naweza nikafunguka na, nika na kuwaonyesha hizo njia, lakini kwa sasa najaribu kujitahidi sana nipate zile ambazo zitaweza kusaidia watu na kuwarahisishia bila kulipa chochote, na hiyo ndio kazi ambayo unaendelea kufanya. Asante kwa wote ambao tumekuwa pamoja kwa muda, kwa wote ambao wanaendelea, eh, wanaendelea ku tusupport kwa kusubscribe, kwa wale ambao wanaendelea kucomment vitu mbalimbali, na kwa wale ambao ndio tumeshajibu baadhi ya maswali yao wa nawakaridhika na... <laughs> na ikiwa bado baadhi ya maswali haujaridhika, uko na nafasi ya kuweza kuuliza. Na ikiwa we ni moja kati ya watu ambao wanatamani kuja Canada, bado uko mahali pazuri uliza swali yako utaweza kusaidika, na tuko na WhatsApp group ambayo tunasaidia baadhi ya njia ambazo sisi tunazo zifahamu na kuongoza watu kidogo kwa njia ambayo tunaielewa. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mpya kumbuka kusubscribe na unaweza ukajoin WhatsApp group yetu, sababu kuna zile information muhimu ambazo, uh, sio lazima ziwekwe hapa, huwa zinarushwa huko kwa group na usiwe na wasiwasi sababu huko kwa grupu hakuna gharama yoyote. Hakuna kitu ambacho unaenda kuitishwa ama kulipa, lakini ni kwa ajili ya kusaidia tu kwa njia hayo. So, ikiwa unaweza pendelea hayo, chini ya description ya video hii utaona link ambayo itakuruhusu kuingia kwa WhatsApp. Kuna rafiki yangu ambaye nimeona hapo, ndugu yangu mwingine ambaye pia ni wa tunashiriki kanisa moja, naona akikaribia. So kwa leo nitamalizia video hii hapa, na ikiwa wewe ni mpya kumbuka kusubscribe.